Tumekuta kikundi cha vijana wanafyatua tofali wanatengeneza pevasi hizi kwa ajili ya maeneo yetu kwenye majumba yetu ama kwenye maeneo ya serikali. Vijana wale wamepewa mkopo na mwisho wa siku wamenunua gari, wamepewa gari ile tunayoiona pale. Mkopo huu umewasaidia sana vijana hawa kuendelea kupata riski na kuendelea kuendesha maisha yao. Maelekezo yangu mara moja kwenye hili, halmashauri zetu ambazo zina miradi kama huu wa tofali na tuna majengo ya halmashauri, tuna shule za msingi, tuna madarasa yanayojengwa, tutoe tenda kwa vijana wetu hawa ambao wamechukua mkopo. Hii itawasaidia vijana kutengeneza ajira. Vijana wale wako watano, lakini wameniambia wameajiri vijana wengine kumi na mbili. Maana yake tayari wameshatengeneza ajira kwa vijana wenzao kumi na mbili wengine. Lakini kuna kikundi kingine pale ambacho nimekiona kinapewa kazi za kusafisha barabara. Niwashukuru sana wenzetu wa TANROADS ni washukuru sana wenzetu wa TARURA kwa kuwapa kazi vikundi hivi. Nielekeze tena kwa ndugu zangu wa TARURA kwenye mikoa mingine, kwenye halmashauri nyingine, kwenye wilaya nyingine, hakikisheni kwamba kazi hizi ambazo zinahusisha utaalamu kidogo, lakini nguvu kazi tunaziita labor based Wapeni vijana kwenye kampuni zao hizi ambazo au magrupu yao haya ama vikundi vyao ambavyo tayari wameshavisajili. Kikundi kingine nimekiona hapa cha vijana hawa wanaonunua na kuuza samaki. Nimemnunulia mheshimiwa mbunge kaka yangu Makubeli ngisi wanasema ili leo akale. Lakini maana yangu ni kwamba bwana, wewe usiwe unaenda baharini, wewe ukitaka ngisi nenda pale kwa vijana, waungize wale vijana, ili waweze kulipa mkopo wao. Mbunge oye! Ndugu zangu, nilikutana na kikundi cha vijana ambao wanalima mboga mboga, kwa namtania mheshimiwa mbunge Wabumbuli kwamba zile mboga mboga zinazolimwa mojawapo ya mboga zile wanaita pilipili mwendo kasi. Kwa hiyo nikamwambia naye, nafahamu ni mlaji wa pilipili vizuri sana, akitoka hapa akawaungize wale vijana kuwanunuza ile pilipili ya mwendo kasi pale, ili aweze kuirejesha kule Bumbuli. Bumbuli hoye! Tunapenda kumshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kupata fursa hii ya mikopo ya halmashauri. Kwa kuweza kupata mikopo hii ya halmashauri ambayo tuliweza kupata milioni 45 ambazo ziliweza kuongeza, kuongeza ni mtaji wa uendeshaji katika uzalishaji na uuzaji wa malighafi za ujenzi. Napenda kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuona sisi vijana na kuweza kutuinua kiuchumi, hasa katika kututengenezea mazingira ya kuweza kujiajiri sisi wenyewe na kuweza kuajiri wenzetu.